Wewe wanakuita Kongo tena, kwa nini wanakuita? Nimeona simu imenyanyuliwa, wanakuita, wanakuita, wanakuita tena Kongo, wamepigwa simu simu za kuitwa Kongo. Wengi waliniambia wananipigia, ila mimi nilikuwa siko tayari kurudi kwa matendo nili walionitendea baba walio kutendea na wengine, kwa sababu ni kampuni nyingine. Kama kampuni nyingine niko tayari kwenda na kama nitaona malipo yako Yesu, Yesu. Juu nikuombee ende wapi baba, mimi nchi yoyote niko tayari kwenda, lakini hata Kongo niko tayari kurudi kwa sababu nishapazoea yundio maana sewa nimeona simu ya Kongo, nazipite siku mbili utakuwa umepigwa simu. Yesu, lakini usimsahau Mungu wako. Ndio nikuwekee mkono

una mama kaingia kidogo ndani aliingia kwenye eneo lako kaingia kwenye eneo langu hey. Kapanda panda maua na vitu vingine, lakini anajifanya ana ukaribu sana na mke wangu. Na, na mke wako naye amekatiwa kimya kimya, yana amekatiwa mkate ukaminywa huko au kahera kadogo kaweka mfukoni au nini kwa hmm, sababu upande wa huku nimeanza fensi, ile fensi nataka izunguke nyumba yote afu kule nyuma njenge mabanda, yes. So, so eneo alijajengwa ni la nani ilo? Ni sio la kona la mjirani yako hapana? Ni eneo langu pia. Alijajengwa kuna kipande, nataka kujenga nyumba za wapangaji. Kutoka hapo eneo lingine kuna lingine alijajengwa kutoka kwenye eneo lako lipo e, jingine alijajengwa. Alijajengwa. Ndio. Ile eneo nataka uchunguze kit, kit, kitu kimoja. Ndio baba. Ukutoka hapa kwa sababu ninachozungumza utakiona, eh, kipo kama ulikoja kuchukulia serious sasa unaenda kuondana na nacho. Amina baba. kuna vicheche viwili, kuna mahala umeshaona vicheche? Nishai kuona. Nikaona jambo la kawaida mikonone, la kawaida, vinatembea hivi viwili, hiyo yeah. Sio vicheche <laughs> ni watu, so vinapokuja pale, vinakuja kama kama vinafanya vinafanya nini wale, upelelezi. Vinaleta mambo yasiyokuwa sawa vinaweka katika eneo lile, so nakuta kila mnapopambana kuweka vizuri mambo yanavurugika, unapambana kuweka mambo vizuri yanavurugika, unajiuliza ni kwa sababu gani? Kumbe kuna maagenti wanakuja, nasema tutaona kama tajenga hapa, tutaona tafanikiwa. Sasa wako hapa. So siwachukulie kawaida, nami nakusaidia kwenye maombi. Nenda kupeperusha kuanzia sasa hivi. Amina, amina. Amina. Yesu akutende. Nenda ufanikiwe. Amina. Baba, upate kazi nzuri amina, baba. Amina.